Karibu sana kwenye chaneli yetu. Leo tunawaletea tangazo muhimu sana kutoka Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Ikiwa ulifanya usaili kati ya mwezi Septemba 2024 hadi Mei 2025, hii ni video unayopaswa kuitazama hadi mwisho. Tangazo hili linahusu waombaji kazi waliofaulu usaili na sasa wametangazwa rasmi kuripoti kwenye vituo vyao vya kazi walizopangiwa. Muhimu: Barua za kupangiwa vituo vya kazi zinapatikana kwenye akaunti zao za ajira poto, sehemu ya my application. Hakikisha unapakua na kuchapisha barua yako kabla ya kuripoti katika kituo chako ulichopangiwa. Hatua za kuchukua kwa wale walioitwa kazini. Hapa ni orodha ya hatua za kuchukua endapo umeitwa kazini. Hatua ya kwanza, ingia kwenye ajirapoto kupitia akaunti yako. Hatua ya pili, pakua barua yako ya kupangiwa kituo chako cha kazi. Hatua ya tatu, jiandaye kuripoti katika kituo husika katika muda uliotajwa kwenye barua. Hatua ya nne, wasilisha vyeti vyako halisi kuanzia kidato cha ja nne hadi chuo kwa ajili ya uhakiki, na baada ya kuhakiki utapewa barua rasmi ya ajira. Mifano ya majina waliotajwa katika, uh, waliotajwa katika kada mbalimbali walioitwa kazini kama jinsi inavyoonekana katika video hii na baadhi ya kada zilizotangazwa ni pamoja na afisa TEHAMA msaidizi, mpishi daraja la pili, nursing officer daraja la pili, afisa maendeleo jamii, walimu wa masomo mbalimbali kama hisabati, fizikia, biolojia, Kiingereza, kemia na zaidi, na majina yameorodheshwa kwenye tangazo rasmi kama jinsi unavyoona katika video hii. Taarifa kwa wale ambao wa hawakufaulu katika usaili: kama jina lako halipo kwenye orodha hii, tambua kuwa safari hii haukufanikiwa. Usikate tamaa, nafasi mpya zitatangazwa, omba tena. Ni muhimu kuendelea kusasisha taarifa zako kwenye Ajira Portal na kujiandaa zaidi kwa mchakato ujao. Tunawapongeza wote walioitwa kazini, huu ni mwanzo wa safari mpya ya kuitumikia taifa. Kwa taarifa zaidi, tembelea tovuti ya Sekretarieti ya Ajira. Usahau like video hii, subscribe kwa taarifa nyingine zote mpya, share kwa ndugu au rafiki ambaye anasubiri majibu ya usaili. Asante na karibu.